El mase kwa taarifa hiyo, rais wa Tanzania Mheshimiwa John Pombe Magufuli ameagiza kusimamishwa kazi mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Bariadi, ikiwa ni pamoja na kufutiwa ziara ya mafunzo ya miezi miwili nchini Japan kwa lengo la kujibu tuhuma zinazomkabili kuhusiana na utata uliopo juu ya ujenzi wa barabara tano za mji wa Bariadi zenye urefu wa kilomita 4.5. Mwandishi wetu Frank Kasamwa kutoka mkoani Simiu anayo taarifa zaidi. Akitoa agizo hilo katibu mkuu TAMISEMI Musa Ibrahimu Iyombe aliyefanya ziara ya kushtukiza mjini Bariadi amesema Rais John Pombe Magufuli ameagiza kumsimamisha kazi mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Bariadi Bi Erika Msika ili kupisha uchunguzi kufuatia utata uliopo kuhusiana na ujenzi wa barabara za kiwango cha lami zinazojengwa katika mji wa Bariadi zenye urefu wa kilomita 4.5 kwa gharama ya shilingi ya bilioni tisa nukta mbili. Iombe ameongeza kuwa sambamba na kusimamishwa kazi mkurugenzi huyo, pia Rais Magufuli amemfutia kibali cha ziara ya kwenda kwenye mafunzo ya miezi miwili nchini Japani kwa ajili ya kujibu tuhuma zinazomkabili Erika Msika ambaye ni mkurugenzi wa mji wa Bariadi asimame kazi kazi, na vile vile ameagiza TAKUKURU mkoa fanya uchunguzi kwenye mradi huu ili kuona kama kuna lolote linalohusiana na rushwa iliyosababisha mradi huu kuwa mmoja katika miradi ghali kabisa inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Aidha, katika hatua nyingine, katibu mkuu huyo wa TAMISENI amemwagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Babati kumsimamisha kazi aliyekuwa mhandisi wa ujenzi wa halmashauri ya mji wa Bariadi Bwana Ruben Muyungi, ikiwa ni pamoja na kufunguliwa mashtaka ya uzembe aliyofanya katika upatikanaji wa mkandarasi wa ujenzi wa barabara hizo kutoka kampuni ya Jasco kwa gharama kubwa, wakati wakati yeye kama mtaalamu alipaswa kutoa ushauri utakaosaidia kupunguza gharama na sio kuongeza gharama, na kisha kuiagiza taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa mkoa kufanya uchunguzi wa kina mradi huo huku akiagiza bodi ya wakandarasi kuichunguza kampuni ya Jasco. Nimemkuta injinia ana hatia, hatia hii ni ya uzembe. Akiwa professional engineer alikuwa anatakiwa vitu hivi avione na asiviruhusu kuingia kwenye, kwenye mkataba. Io imeagiza kule alipo sasa hivi, engineer huyo amehamishiwa halmashauri ya mji wa Babati, asimame kazi na anamwagiza mkurugenzi wake ambaye ndio mamlaka ya nidhamu yake, amfungulie shtaka na uzembe na kusababisha serikali kuingia gharama nyingi zisizokuwa na sababu. Serikali ya Tanzania ilipatiwa mkopo wa masharti nafuu katika utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa barabara za kiwango cha lami katika mji wa Bariadi, ambapo kimsingi mradi huo licha ya kuwa na gharama kubwa, lakini umekuwa ukisuasua, hali ambayo pia imeleta kero kubwa kwa wakazi wa Bariadi.